Ni yani kukaribisha mpenzi mtazamaji wa uh, Fadeco Online Media uh, karibu tena kwa wakati mwingine tena na tena uh, kama tunavyozidi kukupa uh, ya taarifa tofauti tofauti ambayo eh, yameweza kujiri hi hile leo. Leo ninakuletea taarifa fupi kidogo ambayo eh, tumeweza kuipata muda si mrefu, na taarifa hiyo inahusu uh, namna Tanzania na Marekani ilivyoweza kuimarisha ushirikiano. Kwanza ungana nami, lakini pia usiweze kusahau kuweza kusubscribe na kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa mdau wetu mwanzo eh, mwisho ili kuweza kupata taarifa mbalimbali zinazochukua uh, hata katika maeneo tofauti, ambatana nami mwanzo hadi tamati. Mpenzi um, mtazamaji wa Fadeco uh, online media unaambiwa kwamba uh, serikali ya Tanzania na Marekani zimekubaliana kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia ikiwa ni mwendelezo wa ushirikiano wa muda mrefu baina ya mataifa hayo. Hatua hiyo imefikia wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Mahmudu Thabiti Kombo nchini humo ali, ali ambapo uh, alikutana na viongozi mbalimbali mbali wa Marekani. na Balozi Kombo ameanza ziara hiyo leo uh, hapo jana eh, Jumatatu Disemba kumi na tano mwaka 2025 na kukutana na viongozi mbalimbali wa bunge na serikali ya taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Ubalozi wa Tanzania mjini Washington uh, serikali hizo zimekubaliana mambo kadhaa ya uimarishaji wa mahusiano hayo. Pia, kamati ya bunge la Marekani imepokea mwaliko wa kufanya ziara rasmi nchini Tanzania mapema iwezekanavyo. Miongoni mwa viongozi aliyokutana nao ni mbunge wa Florida kupitia chama cha Republican, Brian Mast, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje ya bunge la wawakilishi wa Marekani ni nizidi kukusihi mpenzi mtazamaji usiache kuweza kusubscribe na, ili kuweza kuwa mdau wetu. Asante na kwa heri.